Ujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu tena zaidi kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Hapo jana tukawa tunasemeza, of course si jana, juma iliyopita, eh, on Friday on Friday eh, tukawa nasemezana kuhusiana na are the appointed time, at, at what are the appointed Time. Kwa wakati ambao Mungu amekusudia mambo yatafanyika kigafla, mpaka utashangaa, unashindwa, hizi baraka zote zilikuwa wapi? Unashindwa, kwani haya yote yalikuwa wapi? Yalikuwa anangojea nini? Kwa sababu wakati utakuwa umefika, wakati milifu, at the appointed time. Hata Biblia inasema at the appointed time I the Lord. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ataingilia kati na kutenda. Kwa hivyo wacha tumwamini tu Mungu atazidi kutenda makuu. Niruhusu basi tusirejelee kule. Kama uli miss last Friday eh, bila shaka, wahitaji. Huo ni ujumbe ambao uhitaji ku miss, mm. Wahitaji kwenda kutafuta pale kwenye mtandao wetu wa YouTube, tafuta tu Victor Mandala Himizo kwenye mtandao wa YouTube, utapata pale moja kwa moja. Victor Mandala Himizo, alafu jambo la kwanza ambalo nafanya pale, unahakisha kwa umesubscribe. Kwa hivyo ukitafuta Himizo na Victor Mandala ama Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe wetu wa last time. Alafu make sure umesubscribe pale ama yule ambaye anatizama sasa hivi chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe ukiambia sign in. Sign in na jina la akaunti yako, copy the link hapa juu and share na no, nawekea comment yako hapa chini na Bwana akutende wema. Hakisha kwamba umesubscribe pale, Bwana akutende wema no. Na leo ningependa tuendeleze pale ambapo tuliachia. Na iwapo labda wajiunga nasi for the first time, hakisha kwamba kama hujawahi subscribe, of course subscribe. Na kama una swali au maoni ungependa kusemezana nani, ama pia una sadaka ambayo ungetoa, ungetamani kutoa ku support ministry hii. Nambari ambayo unaweza kutumia pale, either kutuma SMS, WhatsApp au kupiga simu ama kutuma Mpesa yako ku support huduma hii ni 0722 24 39 49. Nambari ya simu 0722 24, 24, 24, 24 3949. Kwa hivyo niruhusu tupate kuenenda pale kwa pamoja na hii leo nataka tusome tu pale ambapo tulisoma hapo jana. Kwa hivyo tuendeleze uh, hapo siku ya Friday. Kwa hivyo tuendeleze pale ambapo tulisoma na itakuwa vema zaidi. Naam, ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ikiwa ni ya uh, 16 mstari wa 24 hadi 26. Acts of Apostles chapter uh, 20 chapter 16 verse 24 to verse 26. Biblia nasemaje? Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, sikiza kwa makini, panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Baba Mungu, anasema asante kwa neno lako. Nena nasi Bwana, nakushukuru kwa ajili ya wiki hii. Nakushukuru Baba kwa ajili ya siku hii ya leo. Baba najiachilia kwako, nitumie upendavyo Baba nikanene, nika mahusia ya kwako. Bwana nakushukuru, nitumie kama chombo. Roho Mtakatifu shika usukani, kwa jina la Yesu amen, amen no. Tunapoendelea pale mpendo msikilizaji, katika mstari wake 25 Biblia inaongea vizuri sana ikisema kwamba panapo usiku wa manane. Unajua mara nyingi usiku, kuna vitu vingi sana hufanyika usiku wa manane. Kwa najaribu kuangalia of course eh, kuna unasikia wachawi wengi wanafanya mashughuli zao usiku wa manane. Watu wengi unasikia usiku wa manane ndio alizidiwa na ugonjwa, wengine waga dunia sana usiku wa manane na kadhalika. Kwa hivyo usiku wa manane una mambo mengi, lakini kujaribu tu kuelewa kwa hii context ni kwamba Biblia na sisitiza pale usiku wa manane mbona basi haikusema e, mchana wakiimba ama saa saa tatu wakiimba, lakini mesitiza pale usiku wa manane naanza kuhisi na kuelewa kwamba ilikuwa inamaanisha kwamba at the you know, at the peak of their pain, wakati ambapo walikuwa wanasikia uchungu yani wakati ambapo badala ya kulala waliamua kwamba watamsifu Mungu, wakati ambapo walikuwa wanasikia kabisa Unajua, wakati huo mwili unataka kulala, mmechapa, mmesikia uchungu na kadhalika, mmelemewa. Kwa hivyo Biblia inaongea pale kwamba wakati mambo yamekuwa mabaya zaidi, That is a time, Mungu yu tayari kutendea, lakini usipokuwa sensitive wakati huu utaamua kulala, wakati huu utaamua kulala, maana Biblia inasema kwamba hawakuwa wanasaidiwa, walikuwa wakati huu wanaimba wakimsifu Mungu na kadhalika, na wafungwa wengine wanawaangalia tu, wanawatazama. Kwa hivyo hao wako pale, mambo yamechemka, yamekuwa moto wa, lakini wanamtukuza. Paulo na Sila mpaka kuna wimbo umetengenezwa, tulikuwa naimba kitambo kwa Sunday school, o Paulo na Sila waliomba. Kwa nini ilikuwa ni usiku wa manane? Wakati mambo yamechemka zaidi na nikiwa nahisi kuambia mtu asubuhi leo kwamba ni wakati tu pale ambapo umefika, when things are worse, wakati mambo yamekuwa mabaya zaidi, hapo ndipo labda Mungu anataka kutendea jambo fulani na wengi hufika mahala ambapo, when things are worse, mambo yamekuwa mabaya zaidi, wanafika mahali, wanakata tamaa. Na nia ya Shetani anataka kwamba ufike mahali, wakati kimeumana, mambo yameharibika, yanaonekana kuwa hayafanyiki vizuri. Wengi ufika mahali hapo, ndio wanakata tamaa, na hapo ndio Mungu amekusudia aweze kutendea, na ndio wengi wanafika mahali, wanapitwa na baraka zao. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa amekusudia kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako. Lakini unapitwa nacho ni kwa kwa nini? Kwa sababu wakati mambo yamekuwa makali zaidi. Wakati ambapo Mungu ameruhusu, maybe umefika tu pale mwisho. Unajua nilikuwa naona kwenye mtandao, jamaa wakifika mahali, watu wanachimba wako kwenye visima. Na visima wenyewe wametafuta maji, wametafuta maji, wamepata visima viwili. So kila mmoja kwa kisima cha kwake. So wanang'ang'ana kujaribu kupampa maji ili maji ipande juu. So mmoja maji kapanda juu akapata nusu jerikani, na alipopata nusu jerikani akawa ametosheka akaenda na huyo wa pili, alipokuwa akiendelea, akaona ah, kwa yu mwenzangu ndio maji ipo, akaacha yake, akaenda kwa yule ya pili. Kumbe yule wa pili maji yalifika nusu jerican na yakaisha yake. Kumbe ilikuwa imefika tu mahala ambapo karibia tu ianze kutoka, na aka give up, akaenda kwa ya mwenzake akiona hapo ndipo kuna maji. Kumbe yake ilikuwa ni nyingi, ni vile ilikuwa mbali so ilikuwa imekaribia. Wakati mwingi huwa tunafika mahali twakata tamaa, twafika mahali tuna give up, twafika mahali tunaona hatuna hope in life. Kisa na maana unakata tamaa wakati huo, wakati sasa muujiza wako ulikuwa umekaribia. Unafika mahali unasema mimi sita wai sita, kumbe wakati huo ndio muujiza wako umekaribia. Angalia Paulo na Sila ulikuwa umefika usiku wa manane. You know, sijui kwa nini Biblia imechagua tu kusema ni usiku wa manane ndio walikuwa kiki usiku maanisha kwamba walianza wakati huo walikuwa wanaendelea kile ambacho walikuwa wanafanya, walikuwa wameimba, walikuwa wameomba, wamepitia mambo of course, wamechapwa, wakashikwa, wameponya mtu, wamesaidia, wameombea mtu akapona, wamechukuliwa, wameambiwa ni makosa wamefanya, wameenda wamekelewa maneno mpaka wakachapwa mijeledi, wameenda wamefungwa jela, wamewekwa ndani. Na hata jela hawajafungwa kama wengine hao, hawajawekwa tu, wamewekwa kwa chumba cha ndani alafu wamefungwa miguu na mikono kila ambacho wale ambao wana walikuwa wanawafunga walisahau, walisahau kufunga mdomo, maana maybe wangefunga mdomo basi ndio wasiimbe, lakini kwa sababu kinywa chao kilibaki, wakaamua wakafika mahali wakaamua kuanza kuimba, wakiomba, wakimtukuza Mwenyezi Mungu. Na walipofanya hivyo, mpendo wa mtazamaji, ilifika wakati ambapo Mungu mwenyewe akaingilia kati, maana ukisoma mstari wa ishirini na sita Biblia nasema kwamba ghafla ilifanyika ni kama ni emergency. Yani ghafla Mungu akaingilia kati, maana wakati ulikuwa umefika. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ningependa kuambia kwamba wakati mwingine mambo yanakuwa, mtu mmoja alisema it is dark, the darkest when it's about, it's, it's at dawn. Yani inakuwa ni giza zaidi wakati ambapo kuna karibia kucha kwa hivyo huenda labda mambo yako yamechemka zaidi, umeomba, inaonekana kuharibika zaidi, ndoa yako imeonekana kuchemka zaidi, unashindwa hapa, kumbe ndio mambo inaendelea kuwa mazuri. Umefika mahali sasa ndio umeingia kwa madeni zaidi, kumbe financially, Mungu kuna venye anabadilisha mambo. Lakini umefika mahali umeamua compromise, yani wakati Mungu alikuwa anataka kubadilisha finance zako, ndio umeamua kwenda kwa mganga, mganga ile kidogo ulikuwa umeanza kupata, ameamua kula, amelamba yote, kisa na maana ulikuwa unafikiria kwamba Mungu amekuacha me, hataki am, kusaidia tena. Lakini kuambia kwamba inakuwa dark zaidi wakati kuna karibia kukucha. Sijui nazungumza nani? Maybe things are not working in your life at your place of work, ni kama utafutwa kazi any minute eh. Kuna mambo yamesemwa juu yako, unaangalia umejitetea, umeshindwa kujitetea. Naongea na mtu ambaye unaangalia unasema ni kama vilango vyangu nitafunganya any minute niende kwetu. Naongea na mtu ambaye unafika mali unasema mimi ni kama nitafukuzwa tu hapa yaani mambo yamechemka, biashara hii ni kama nitafunga, vile ambavyo inaendelea ni kama nitafunga. Mimi ni kama nitarudi ushago tu, labda hivyo ndio nafikiria. Lakini nakwambia kwamba mambo yanafika mali yanachemka, yanachemka zaidi wakati ambapo kuna karibia kukucha. Kwa hivyo nikiangalia pale yamechemka, ulikuwa ni usiku wa manane. When, watu wanafika mana, anasema ukipiga nduru usiku wa manane, si wengi watakuja kukusaidia kwa sababu nakaa, nikama uko peke yako. Ukifika pali kwa njia unapita kwa njia usiku wa manane, alafu pigwe ngeta, nani atakusaidia saa hiyo? Hakuna. Unajua kuna wakati nishaibiwa usiku, simu usiku. Nikitoka kesha naenda kwangu usiku. Usiku ukipiga ndugu nani atakusaidia? Hakuna. Na sasa to make it worse ni katikati ya usiku, usiku wa manane. Mm -mm. Mtu akusaidia yupo? Lakini nikwambie kwamba msaada upo. Mungu yupo. Maybe unaona ume, kabisa umefika mahali ambapo watu wanafika, badala sema sina mbele wala nyuma. Maybe unaona umefika mahali ambapo huna mbele wala nyuma, wakati ambapo Mungu amekuja kusaidia. Wakati ambapo Mungu amekuja anataka ku, ingilia kati katika maswala ambayo anakukumba. Usikate tamaa, na nahisi kuambia siku hii ya leo kwamba usikate tamaa. God ako na mpango mzuri nawe. Mungu ana makusudi mema nawe, kama hao walifika mahali, ikafika wakati huo, wakaendelea tu kumtukuza Mungu na kumwimbia, na ni usiku wa manane, yaani wakati mambo yamekuwa mabaya. Ushaiona mtu amefika mahali ambapo unakopa hapa kulipa deni hapa, unakopa hapa kunyamazisha huyu, maana mambo yamechemka rent nayo inabidi utoroke, unaponyoka, unajificha ili usikutane na landlord, usikutane na land lady, kimeumana. Lakini hata kama chaonekana kuumana, Mungu bado ni Mungu, na anaenda kutendea vile alivyotendea kina Paulo na Sila, pia nawe anaenda kutendea. Ndio ni usiku wa manane kwako, lakini usikate tamaa, wakati wako umefika, anaenda kutendea, anaenda kupigania kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Bwana kutende wema. Mi hapa ni vida. Bwana mruhusu nifike pale, tuendelee zaidi hapo kesho, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na nikumbushe tu kwamba ibada hii haijakamilika pasipo matoleo. Ili ikapate kuwa complete, ni vyema tuweze kutoa sadaka sadaka zetu. Kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako ungependa kutoa pale, basi ni sawa ambapo nambari ambayo unatuma sadaka yako iwe ni mia tano, elfu moja. Usidharau kile ambacho unatoa. Toa tu kile ambacho unatoa kutoka moyoni mwako, ili ibada hii ikapate kuwa complete. Tuna shilingi mia tano, mia moja, elfu moja, elfu ishirini, elfu hamsini, shilingi Elfu tatu, mia mbili kila maji Bwana amekuwezesha tu pale. Nambari ya kutuma pale sadaka yako ambapo ni mkoba wetu wa sadaka ni 0722 24 39 49. Mkoba wetu wa sadaka ni 0722 24 39 49. Naam, kwa hivyo ukituma pale itakuwa e, vema. Tuma pale sadaka. Kwa Kiswahili ni 0722 24 39 4 Bwana kutende wema. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala. Nashukuru Mungu kwa umbali huu, na zaidi ni kuambia kwamba karibu tena zaidi. Iwapo basi ungependa kutoa pia sadaka yako ya shukurani ama tithe yako ama pia support yako, asema kwamba ningependa kusupport huduma hizi ili kuendelea, basi nafasi hii ni yako, toe pale kwa 0722 24 39 49. Nambari ya kutoa pale ni 0722 24 39 49. Labda pia uko na hitaji la maombi, una swali au maoni ungependa kutuma, pale nambari ndio hiyo hiyo 0722 2439 49. God bless you. I love you all. Na hakikisha kwamba usijaondoka hapa kabla u subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click ya neno subscribe. Kiambia sign in, sign in na gmail account yako. Copy the link and share. Naweka comment yako pale. Nitakuwa vyema zaidi. Kwa hivyo usiondoke kabla u subscribe eh, ili usiachwe nyuma. Mie ni VMM, na kutakia kila la heri. Tuendeleze zaidi hapo kesho. Panapo majaliwa yake. Mwenyezi Mungu, Shalom. God bless you and bye bye. Subscribe. Eh.